Tuhamasishane tarehe ishirini na tisa asubuhi mapema kwenda kupiga kura, tumpigie mama yetu Samia Suluhu Hassan aliyeongoza Tanzania, ameleta miradi mingi ambayo imeletwa hata songa mbele, mingi ni shahidi, lakini pia tuka kijana wetu mzawa, kijana wetu Pascal Rotambula kwa nafasi ya ubunge, yeye atapigiwa kura ya ndio na hapana mchague kwa askari kwenye kikoma asubuhi na mapema. Tusiseme bado. na mapema tusiseme kwamba tumemaliza. Bado tunazo nafasi za kwenda kupiga kula asubuhi, tarehe siku ya tarehe ishirini na tisa. Niwaombe sana niwaamini watu hawa, kijana wetu huyu, tuna uhakika ataleta miradi mingi sana, tuna uhakika ataboresha songa mbele, tutaenda mbele zaidi, kama jina lenu la kijiji chenu cha songa mbele. Sisiemu oye! Bila kusahau pigieni kura ya ndio ndugu yetu Fausini Mbasa awe diwani kwa mara ya pili tena, tusongeshe gurudumu hili. Sisiemu oye! Watu wasonga mbele.